hapa hapa. Ndio hapo tukufunze kazi. Apa, kazi. Kazi. Si huku. Nini? Nini? Bro, Kaa hapa ufunzwe unakishana na unataka kazichini ufunze kazip Si kazii nabishana nanatafiutulenataka kununua magari kubwa kama sisi. Nimetulia. Kazi. hapa hapa hapa. sisinakufunza k Unafunga mlango. Sasa unataka tuache mlango tu nini? Sasa unasema unataka lazima mlango ifungwe ndio kazi ufunzwe. Sawa. Changamuka changamuka, toa nini? Toa hiyo nini? Ngomi. Mtu atuza eh. Bora nitoe ngomi. Wewe toa. Sasa unataka kusaidika kama ni maswali. Toa suruali nani? Unataka kusaidika kama ni maswali. Relax, tuelewane kwanza. Bro, mimi nataka mnifundishe kazi. Sisi ndio tunakufunza kazi. Hii inaitwa threesome. Hii hii hii kwanza kwanza ina cost ni ni pesa mingi, unaweza almost almost 300,000, bro. Wewe Wewe Wewe Wewe wewe chini, chini sana bwana, bwana. Unajua tutapigana kwa hii nyumba. Unaona hizi zote? Ndio. Si Si unataka kufunzwa kazi, kazi yetu. Tunakuanzia na Grisam 200,000, 200 million, kununua gari yako ya kwanza mpya. Hapa i i Relax. Ngoja. Tutapiga. Unanijua? Sasa sasa, sasa unatutishia nini? Unakaa unakaa chini chini. Ngoja kwanza. Uwe ndo mnikule. Amna nikula nikiona. Na kukula hivyo. Ngoja kwanza. Elimu ni uwe ndo mnikule. Amna nikula nikiona. Na sisi unataka. Unaona Kenya nimeshika